Lengo kubwa la kuita presi hii ni kuwaambieni waandishi wa habari ni kwamba watumishi wanaochanganya siasa na dini makanisani wanamkosea Mungu na wanamkosea Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu watumishi hao wanajua, watumishi wanajua kwamba Mungu ameshawakataza msichanganye siasa na dini. Tukiwa makanisani tuhubiri injili ya Mungu, tuisaidie serikali, watu waache maovu, wamgeukie Mungu. Watu wakiacha maovu wakimgeukia wa Mungu, serikali inatawala vizuri na watu nafaa shughuli zetu. Tunatoka hapa tunaenda kali yako kunywa vitu vyetu, unatoka hapa unapanda basi lako unaenda mpaka Mwanza, unatoka hapa unaenda mpaka Bukoba, unatoka hapo enda sehemu yote nchi hii, unalala kwenye hoteli kwa amana na utulivu, unyangani mali zako. Hayo ndiyo kazi ambayo mama Samia amepewa na Mungu aifanye. Nataka niwaambie mama Samia hafanyi haya yote anayofanya kwa matakwa yake. Kuna mengine siwezi kuyazungumza, kwa sababu kiongea wengi wao wasiomjua Mungu anatukana, lakini yoyote atakayetukana anamtukana Mungu. Haya ni maagizo ya Mungu. Mungu anasema tutii mamlaka, kwa sababu mamlaka hiyo iliyopo nayo imewekwa na Mungu. Kwa mama Samia amewekwa na Mungu. Mambo yote mama Samia anayofanya anaelekezwa na Mwenyezi Mungu anaongoza nchi hii. Mimi nimesoma kuanzia Warumi kumi na tatu mpaka kumi na sita. Nimeona mama huyu anaongoza nchi yetu vizuri sana.